Yes, mambo vipi mwana M Plus TV, na hii ni exclusive interview, na moja ya mshikaji wangu hapa na hivi ndio vile, si ufanya ajitambulishe, nataka tupige naye stori mbili tatu tumfahamu yani nani. Yes, baza mambo vipi, swali za kwako, fresh kabisa, wanakuita nani? naitwa Mr Rich. mnazo wa kampuni gani? Katarama. Katarama, eh, misha jiandaa kwa ushindani, najua tunabeba. Lakini mko category tofauti eh, sawa, kuna na, najua hii moja achomoki yani, akichomoka hapo kuna Shabibi, kuna DM, na kuna Trisho achomoki achomoki. Yani, achomoki, okay. Iyo, naona mnafahamika paka nchi za nje kuwaje? malaki ni kampuni isha take over upande wa East Africa tais yani, ndio wanachoangalia wanaoangalia abiria muda wa kufika abiria au, ndo maana ndo maana hata mambo ya tuzo hizo sio sio, so, so, mambo zenu wala so, sio habari zenu sio kweli, maana simuona, kuna tuzo za Latra za ambazo zinafanyika hapa hapa Tanzania na zinatolewa na wamiliki wa wasimamizi wa Lizin Latra, kampuni ya Katarama Luxury imekatwa, haimo. Kwa upande wako binafsi hiyo taarifa uliipokea katika mazingira gani? Nimeipokea kwa jinsi kwa jinsi ilivyokuja tukaipokea, umeona, lakini tukasema kadri ya jinsi tutakavyokuwa tuki kijipanga katika usafirishaji najua mwaka kesho au mwaka ujao, najua tutaingia kwenye hicho kinyang'anyiro. Kama mafahali wawili hawezi kuishi zizi moja ndio hivyo nataka kusema? Ah, kabisa hawawezi hata siku moja. Hawawezi. Hawawezi. Tuzungumzie tuzungumzie huu jambo ambao tayari tunaona kuna gari mbili. Sasa hivi kama sikosei, ni kama mnachuma karibia 17 20 uko mnaitafuta. Eh, kabisa tumepokea yani yani tumepokea kwa furaha kwa sababu ni huo ni wigo ambao ni wa kutanua safari zetu, kwa sababu tunajiandaa kwa upande wa kanda ya ziwa hapa Mwanza, twa tunaweza tukatoa gari karibia tano, sita zinazoenda sita zinazorudi sita, na unaiona una, una, una hiyo power mnayo, kabisa, nyenye kampuni ya Katarama power hiyo, tutashindwaje? Tunayo hiyo power, basi zipo, sio kama zimechoka. Basi zipo, basi zinawagika wa kutupa geuka na zikarudi, umeona yaani hata ndani ya wiki nzima, na hakika hivi vioo ambavyo vilivyofunguliwa, na hakika wanafunzi wetu tutawapokea vizuri, na mpaka sasa hivi hapo ukisema unaenda ukakate tiketi uweze ukapata, yaani mpaka, yaani na hakika huu mwezi wa 11 mpaka labda, yaani ukisema uende ukatafute tiketi ya leo uweze ukaipata, au ya kesho au keshokutwa uweze ukaipata ndani ya katalamu yaani, anzia labda wiki ijayo nao anza, nafikiri kwenye Jumatano hivi ndio unaweza kuanza kupata tiketi ukienda ah, kukata tiketi kwa Alizistar ama Sasama pamoja na Godifest, unaambiwa chuma imejaa hii. Maana yake ni kwamba kanda ya Ziwa, na ndio maana nyiye pengine labda ndio mkaona mtumie hiyo fursa, ama ni vipi? Abiria ni wengi kwa kanda ya Ziwa. Sana sana wanayoikubali chuma kwa kanda ya Ziwa ni Katarama. Mtu akikosa Katarama ananungunika sana, lakini kulingana na kulingana na jinsi alivyo, ye akasema akachukue tiketi kwa basi fulani Yani aendi, yani moyo wake unakuwa upendi, lakini atasema basi, japokuwa nimefika, lakini basi anafurahi. Ni Ali Zistan, mshindani mkubwa sana wa Katarama, umeona, na hapo ndipo wanachuana sana katika mambo ya usafirishaji. Na wa pili ni Kimweka. Watatu ambaye anakuwa ni Epination Epination, naye pia anajitahidi sana katika ufanisi wa usafirishaji, na yeye na yeye yumo kwenye hicho kinyanganyiro. Siwezi nikamwacha mimi, naweza nikaambia wanazi wanazi wa Katarama na jinsi walivyo na fulana mapenzi na basi zao Yaani, mpaka sasa hivi watoto wadogo mitaani wanajiita katarama. Yaani hapo mpaka nimeshakana, najiuliza kulingana na muda, au ni basi pendwa, au ni umiliki wa skania mpaka. Ah, nishashinda ukana hiyo. Wanazi wa katarama wajiandae na furaha mizaa ambazo zadumu ndani ya mioyo yao kabisa kabisa. Wewe ulishawahi kumuona mgogo anajiita eti yeye katarama mgogo, alafu ni muendesha bodaboda. Mpaka wapika chips kwenu anajiita katarama. Ah, lakini lakini mimi sishangai baza, maana hata kwa kampuni ya Alizistar kuna mnazi mmoja anajiita Mr. Efe unamfahamu? Namfahamu Mr. Efe uone kwamba huyo ni mnazi kabisa wa damdamu mnazi umemkolea kabisa, mnazi wa chungwa kindakindaki. Kwa nini wewe unashangaa watoto kujiita Katarama? Ah, ni kulingana tu na majina jinsi yalivyo mtaani, au yani Katarama limeshika kasi sana hilo jina wakanda ya Ziwa, yani paka vitoto vidogo yani, kakiona basi tu yoyote kanajua ni Katarama gani hapo. Okay, inabidi watu wajipange sana. Nikae na, na, na, <laughs> na, na tutafanya siku moja mweze, mweze, mweze kuchuana vikali, tuone hiyo bado yenu ita, itaishia vipi? Tuone mwisho wa siku mshinani mshinani wa kweli ni nani kabisa. Alafu kwanza mimi ninachopenda kwamba interview itakayofuata tufanyie wapi tu kwenye gezi pale ofisi ya Talama pale pale, na Mr. F anataka nimpigie simu nimwambie aje tukae tuzungumze pale pale. Au tuende, au tumfuate pale ofisini kwao tukae tukahojiane majibu na maswali pale pale. Ya nini mie nitaifikisha brother, and of course asante sana, ni Mabasi Plus TV, tukutane wakati mwingine bye.